Niwaombe ndugu zangu, wana Ndembezi, tarehe 29, ninaomba ridhaa yenu, mkaniamini mnikopeshe imani niwalipe maendeleo. Dembezi hoye! Ndembezi hoye! Ndugu zangu, kwa moyo wa dhati kabisa, mnanifahamu vizuri, siogopi mahali na nikisimamia jambo lazima litendeke. Ndugu zangu, wana Ndembezi, tuna changamoto ya zahanati. Tunatoka hapa kwenda kupata huduma zahanati ya Ngokolo au Kambarage au government. Tunalo eneo letu liko pale Butengo, miongoni mwa vitu vilivyoainishwa kwenye hii ilani niliyokabidhiwa na Chama cha Mapinduzi, zahanati imo. Ninaomba niwatoe hofu wanandembezi, mmepata mtu wa kwenda kuwasemea na ile zahanati na kwenda kukamilika. Ndembezi oe! Maendeleo Ndembezi. Ndugu zangu, tunayo shule yetu ya msingi hapa. Kwanza tulikuwa na changamoto ya umeme. Leo umeme umefika shuleni na nina imani, tumaini letu wazazi tunaosomesha watoto hapa Ndembezi, swala la fotokopi linakwenda kuwa kitendawili hili. Swala hilo la fotokopi liwe kitendawili, tunatakiwa tupate jengo maalum kwa ajili ya kuhifadhia vifaa vyetu Nimeongea na mbunge wetu nimemwambia kaka yangu, tunaomba tusaidizane kupata walau chumba kimoja kwa ajili ya ofisi ya kompyuta. Amina wanandembezi wenzangu, nadhani kufikia mpaka mwezi wa kumi na mbili wa kwanza, habari ya wazazi kutoa hela ya fotokopi inakwenda kuwa historia, ndembezie Ndugu zangu wana Ndembezi, tunalo chinjio letu la kisasa. Mimi niwaombe wakazi wa mtaa wa Ndembezi, chinjio hilo ni la kwenu, ni la kwenu. Niwaombe vijana wangu, faida mnayo, hamjataka kuitumia. Ninaomba niwaombe ndugu zangu wana Ndembezi, Andikeni barua za maombi. Lakini naamini Ndembezi mnaenda kupeleka mtu sahihi kwa wakati sahihi. Ana mimi nimemjua Amani. Na namjua hata kwenye nilipokuwa napita kuomba kura, nilikuwa namjua na muona, ndio maana nikamwambia dada, jambo lako ni jambo la kawaletee maendeleo. Chama cha Mapinduzi kimemleta Dr Samia, amemleta Katami na amemleta Pendo Sawa, akiwa nahitaji wamsaidie kazi na maendeleo yafike kwa haraka, kwa haraka haraka. Mnaweza mkahisi kazi ya uongozi ni nyepesi. Kazi ya uongozi ni ngumu ongozi inahitaji kushirikiana baina ya wananchi na kiongozi anayewaongoza, lakini na... Pendo Sawa anafikika na... Pendo Sawa anaenda kuhakikisha wanawake, ile zahanati inakamilika. Hapo vipi?